Namwe bwana mama mzazi wa Zuchu. Mama Hadija Kopa bwana ameamua kuzungumza wazi kwamba anaonyesha jinsi gani ambavyo anavyomshukuru Mwenyezi Mungu baada ya mwanaye Bibi Zuhura kuolewa na Diamond platnumz. umeona bwana? so Mama Hadija Kopa bwana ameshukuru Mungu. Maana hii ni interview ambayo amefanyiwa mara tu baada ya kutua kule mjini Mombasa, ambapo alienda kwa ajili ya kufanya show na waandishi wa habari huko Mombasa. Kiukweli wamejitokeza na kitu cha kwanza kabisa kumuuliza Mama hadija nikuhusiana na hizi habari za kwamba binti yake Zuchu ameolewa na Diamond Platnumz. Of course mama Hadija Kopa bwana wala hajakuepesha maneno, ameeleza kwamba jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe pia alikuwa excited lakini pia akaulizwa kwamba kwa nini yeye pia hakuwepo katika tukio lile. Akasema kwamba yeye pia alikuwa anahitajika mahali, alikuwa alishindwa kutoka eh, kwenda kuhudhuria tukio la mwanae kuolewa na Diamond. Lakini pia kulikuwa kuna maswali mengine ambayo aliulizwa kuhusiana na mambo ya wali na nini na nini, mama Hadija Kopa akasema kwamba hakukua na wali wala baba mzazi wala mama mzazi, kutokana na, na kwamba shehe akiwepo kiislamu inaswi na ndoa imepita. Hicho ndo kitu ambacho cha muhimu ambacho kimefanyika, na wanatakia kila laheri eh, Diamond pamoja na mwanae Zuchu.

Lakini pia kitu kingine ambacho mama Hadija Kopa amekizungumza, maana aliulizwa pia kusema na kwamba msanii kama Diamond Platnumz, je, kutakuwa kuna white wedding, na manjonjo mengine ya harusi kama the way ambavyo tulivyoona sherehe za wasanii wengine wa Kitanzania ambavyo jinsi walivyokuwa wanafanya sherehe zao kifahari. Ambapo hapo bwana, mama Hadija Kopa akasema kwamba hayo mambo mengine yeye wala hajui, yeye anachojua ni kwamba mwanae amestirika na anamshukuru Mungu kwa hilo. Hayo mambo mengine ya kufanya masherehe makubwa wala hana habari nayo na wala hana wasiwasi wowote kuhusiana na hilo hayo ni mambo ambayo wao wenyewe wanaweza wakayapanga. Yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hii bwana, ni moja kati ya interview ambazo zime make headline sana sasa hivi huku Tanzania kuhusiana na majibu ya mama Hadija Kopa na kushukuru Mungu kuhusiana na mwanaye kuolewa. Umeona bwana, alhamdulillah, mwanangu amestirika. Basi Yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti eh, kuna peji mbali mbalimbali hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano, hapa kuna peji ameandika kwamba mwanamziki wa Mwana Taarab Mama Hadija Kopa ambaye pia ni mama mzazi wa Zuchu amesema kuwa amefurahi mtoto wake kuolewa kwani ndilo jambo ambalo alikuwa analitaka. Hadija Kopa ameyasema hayo wakati akizungumza na SPM Buzz huko Kenya baada ya kutua nchini Kenya usiku wa leo kwa ajili ya kufanya show nchini humo. So,